Urusi leo Ijumaa Januari 9, 2026 imesema kwamba imetumia kombora jipya la ballistic Oreshik pamoja na silaha nyingine katika kushambulia eneo la Ukraine. Tuliangalie kombora hili la Oreshik. Oreshik ni kombora la ballistic ambalo lilianza kutengenezwa mwaka 2020 nchini Urusi kwa ajili ya kuendelea kuongeza hazina ya silaha zake na ni kombora jipya kabisa. Kombora la Oreshik ni moja ya silaha mpya za kimkakati lililotangazwa na shirikisho la Urusi katika miaka ya hivi karibuni likielezwa kuwa ni kombora la ballistic la masafa ya kati. Mradi wake ulianza kwa siri kama sehemu ya juhudi za Urusi kuimarisha uwezo wake wa kijeshi baada ya kudhoofika kwa mkataba wa kimataifa wa kudhibiti silaha, hususan baada ya kusambaratika kwa mikataba mingi ya kimataifa ambayo mengi ni kutoka katika mataifa ya magharibi. Maendeleo ya oreshiki yalitokana na mradi ya awali ya makombora ya ballistic ya Urusi, hususan teknolojia zilizokuwa zikitumiwa katika makombora mingine ya RS ishirini na sita ya Lubez wahandisi wa kijeshi waliboresha mifumo ya awali kwa kuongeza kasi, usahihi na uwezo wa kombora kubeba mizigo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vichwa vya kawaida na vya nyuklia katika kombora hilo. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za Urusi, Oreshnik hutumia mafuta ya maganda imara, yaani solid fuel, jambo linaloiwezesha kurushwa kwa haraka na kuwa tayari kwa matumizi bila maandalizi ya muda mrefu. Kombora hili lina hatua zaidi ya moja za mwendo, hali inayoliwezesha kusafiri kwa umbali mrefu zaidi kwa kasi kubwa sana likiwa linasafiri takribani kilomita elfu kumi na tatu kwa saa. Ripoti za kijeshi zinaeleza kuwa Oreshiki lina uwezo wa kufika umbali wa maelfu ya kilomita, na hivyo kulifanya kuwa tishio la kimkakati kwa maeneo mengi ya bara la Ulaya na Asia. Kasi yake kubwa, inayodaiwa kuvuka mara kadhaa ikiwa haina sauti, na inatajwa kulifanya kuwa gumu kugunduliwa na mifumo ya ulinzi wa anga iliyopo kwa sasa katika maeneo yote duniani. Sifa muhimu ya kombora hili ni uwezo wake wa kubeba vichwa vingi vya mashambulizi vinavyoweza kulengwa maeneo mengi tofauti kwa wakati mmoja. Hata hivyo teknolojia hii ya MIRV, yani, multiple independent targetable recent vehicle, huongeza uwezo wa kombora kushambulia malengo mengi kwa urushaji wa wakati mmoja, hivyo kuongeza uzito wake katika mkakati wa kijeshi wakati wa kulenga. Baada ya kukamilika kwa awamu za awali za usanifu wa kombora hili la lilifanyiwa majaribio kadhaa ya kiufundi ili kuthibitisha uwezo wake wa kuruka mwelekeo na uthabiti wa mifumo yake. Majaribio haya yalifanywa kwa uangalizi mkubwa wa kijeshi na yalielezwa kuwa yalifanikiwa kwa viwango vikubwa sana. Taarifa za kimkakati zinaeleza kuwa kombora la Oreshiki lilitumika kwa mara ya kwanza kwenye majaribio katika mazingira ya vita mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne katika muktadha wa mzozo unaoendelea nchini Ukraini, lakini bado likawa linahitaji maboresho zaidi na zaidi. Inadaiwa kuwa matumizi hayo yalikuwa ya majaribio zaidi, yakilenga kuonesha uwezo wa teknolojia hiyo mpya kuliko kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kwenye maeneo mengi, hali ambayo Urusi ilidhani pengine ingeweza kupelekewa rama kubwa zaidi kuliko iliyopo hivi sasa. Kufuatia majaribio na matumizi ya awali, Urusi ilitangaza kuanza kwa uzalishaji wa mfululizo wa kombora hilo la Oreshik. Hatua hiyo ilimaanisha kuwa kombora hilo limeingia rasmi katika orodha ya silaha za kijeshi la Urusi hususan katika vikosi vya makombora ya kimkakati Kutangazwa kwa orishiki kumezua mjadala mkubwa katika jumuiya ya kimataifa hasa miongoni mwa nchi za jumuiya na muungano wa NATO. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa kurejea kwa makombora ya masafa ya kati na marefu kunaweza kuongeza mvutano wa kijeshi barani Ulaya na kuibua, na kuibua enzi nyingine za silaha kubwa zaidi na zaidi. Kombora hilo la orishiki kile linaonekana kuwa sehemu ya mkakati na wa Urusi wa kuimarisha nguvu zake za kijeshi na kujipanga upya katika mizania ya usalama wa kimataifa. Wataalamu wanaeleza kuwa mustakabali wa usalama wa dunia utategemea kwa kiasi kikubwa namna mataifa yatakavyoshughulikia maendeleo haya mapya ya kijeshi kupitia diplomasia au mikakati mingine ya kuzuia migogoro. Kwa mara ya kwanza baada ya majaribio yote ya nyuma, hatimaye leo Januari 9, 2026 limefanya kazi hilo katika nchi ya Ukraini na inataarifiwa kwamba takribani watu wanne wameuawa kwa wakati mmoja na kuharibu miundombinu kwa kiwango kikubwa, huku zaidi ya raia 23 wakijeruhiwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.